matokeo hayo bungeni jijini Dodoma, Katibu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Baraka Leonard amesema Zungu amepata kura 378 sawa na asilimia 98.69 za kura zilizopigwa 383. Mheshimiwa Mussa Azan Zungu amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura 378, na matokeo haya yamethibitishwa kwa kusaini wa kwa baadhi ya wagombea na wasimamizi wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante sana. Akizungumza mara baada ya kula kiapo spika aliyechaguliwa Mussa Azan Zungu ametumia fursa hiyo kuwashukuru wabunge kwa kumchagua huku akiahidi kufanya kazi kwa weledi, ushirikiano na wabunge wote na kuwatumikia wananchi kwa moyo wote. Ni washukuru waheshimiwa wabunge wateule wote kwa kunipigia kura na kuniamini kwa kiongozi wenu mkuu wa bunge. Imani mlionyesha kwangu ni kubwa, nathamini na, na, na sana imani hiyo Niwahakikishie kuwa huu ushindi ni wetu sote. Hamjanichagua tu ili niongoze bunge, bali mmenichagua, mmenichagua ili tufanye kazi pamoja, niwatumikie nyie na kuhakikisha yale yote tuliyokubaliana na tutakubaliana kama vipaumbele vya taifa katika mipango yetu mbalimbali mbali, kwa kipindi cha miaka mitano ijayo yafanikiwe kwa maslahi mapana ya kutumikia wananchi wa nchi yetu. Bunge moja litoa fursa sawa kwa waheshimiwa wabunge wote na kwamba ofisi ya spika atakuwa wazi wa kila mbunge kwa ushauri mbalimbali mbali. Nao wabunge akiwemo mbunge wa jimbo la Kilolo Dkt Lita Kabati kutoka chama cha mapinduzi CCM na mbunge wa jimbo la Tunduru Kaskazini, ambaye ni katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, Ado Shaibu, wanaeleza namna ambavyo wanaimani naye hasa katika kuzingatia demokrasia imani kwanza, tumepata spika mpya, sio mpya kwa sababu alishakuwa mwenyekiti wa kamati wa Bunge, tayari alishakuwa naibu spika. Yako mengi ambayo tumeyafanya pamoja, ambayo tunaamini kabisa, kwa sababu alikuwa katika bunge hilo hilo akihudumu. Kuna mabadiliko mengi sana tumefanya kwenye bunge lililopita, ambayo ni ya maboresho kwa ajili ya wananchi wetu, miradi mbalimbali ambayo tumeipitisha. Kwa hiyo tunaimani kabisa kwamba bunge hili hapa linaenda kuwa bunge moto kwa sababu kwanza wabunge wengi wa zamani wamerudi, ambao wa Lakin... ni wazoefu, lakini ni bunge la haki za watu, kwa tunasubiri kwa hamu kubwa kuona ni kwa namna gani hilo litatekelezwa kwa vitendo. Sisi wenyewe tumemuuliza swali iwapo bunge lake litakuwa na mazingatio kwa demokrasia, hasa katika kufufua mchakato katiba mpya na yeye amesema kwamba bunge lake litatoa nafasi kwa yote hayo, ni mapelezo ya wajibu wake kama sauti ya kuisimamia na kuibana serikali. Nitafurahi bunge hili liwe sehemu ya kupinga ubadhirifu na wizi wa mali za umma. Hata hivyo baada ya kukamilika kuchaguliwa spika, zoezi la kuwapa wabunge bunge linaendelea katika bunge hilo ambalo linatarajia kukamilika Jumatano hii. Kutoka jijini Dodoma, doduma Doreen Aloys, Tumaini habari.